Kwa nini mtoto wako umemwanishia chakula lakini vilevile anapata changamoto ya kuwa na choo kigumu? Mara nyingi umekuwa ukimpa chakula anapata changamoto hiyo ya kuwa na choo kigumu na jiuliza maswali, sababu ni nini? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu na usika subscribe hapo chini ili uende kujifunza kuhusiana na afya, mambo ya ujauzito lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja mfuataji wangu hapa, yeye anaitwa Loveness, anasema mwanangu ana miezi sita nimemwanzishia kula lakini anapata choo kigumu, je, nifanyeje? Na swali hili nimekuwa nikiulizwa na kina mama wengi sana ambao wamekuwa na watoto wana miezi sita, saba, nane, tisa, kumi na kuendelea, na wengine wana watoto wana miaka miwili, wanapata changamoto ya kuwa na choo kigumu, au wakati wanatoa choo wanapata kile choo ambacho ni kigumu sana au wanapata maumivu. Na kina mama wamekuwa wamejiuliza maswali sababu kubwa inakuwa ni nini hasa. Mara nyingi ukimuuliza mama ambayo ndio kwanza ametoka kuweza kujifungua labda amenyonyesha mtoto wake huyo ndo wa kwanza. Sasa anamwanzishia chakula kisha kwa amekamilisha ile miezi sita, atakwambia yeye amemwanzishia uji wa lishe, ambao ndani yake unakuwa na vile vyakula ambavyo ni vya wanga peke yake. Kwa hiyo mtoto akutana na kunywa uji, muda mwingi anatumia uji. Sasa unakuta mtoto huyu utumbo wake haujakomaa vizuri, umemwanzishia uji na chakula kikuu imekuwa ni uji. Hiyo ni changamoto kwa kina mama ambao ndo kwanza watoto wao wa kwanza. Kwa hiyo leo hii nataka nikwambie mama sio lazima mtoto wako ambaye anaanza kula umwanzishie uji. Viko vyakula vya aina nyingi sana ambavyo unaweza kumpa mtoto wako. Mtoto wako unaweza kumpa vile vyakula ambavyo tunasema ni laini. Kwa mfano, mtoto anapoanza tu kula amekamilisha ile miezi sita, ile wiki ya kwanza unaweza kumwanzishia vyakula kama parachichi. Na parachichi wengi wanajua kwamba kidogo tu una brandi, kidogo tu unaponda ponda mauli kamue. Eh, kuna baadhi ya kina mama ambao nimekuwa nikiwauliza, nafanya mazungumzo nao, unakuta wao, unakuta anachukua karoti ana blend, anachukua parachichi ana blend, anachukua papai ana blend, yani kila kitu kinakuwa katika hali ya kimiminika. Unapoendelea kuvichakata hivi vyakula, ndivyo ambavyo mtu wako anaweza kupata changamoto ya kuwa na choo kigumu au tunaita kitaalamu constipation. Mara kwa mara ndio unakuta unahangaika, mtoto wako hapati ile hali ya kuwa na choo laini. Kwa sababu nini? Unachakata vyakula vyako sana Turudi kwenye maisha yetu ya zamani waliotuzea sisi, wazee wetu waliokulea wewe, wazazi wako, kabla hujakuwa na wewe mtoto wako ambaye ni mtoto wa kwanza kwako, wao walichokuwa wanakifanya ni kwamba kama ni parachichi umelipata, basi likatekate vipisi vidogo vidogo, ambavyo vinakuwa na ukubwa kama wa kidole hichi cha mwisho cha kwako, hivi unampa mtoto, anashika mwenyewe na anakula anaweza kusogeza hata kama atajichafua. Tunajua kabisa watoto wadogo wanaoanza kula ni lazima watajichafua. Kwa hiyo lazima mtafikie kwanza meza yake, au mkalishe sehemu ambayo anaweza kukaa vizuri, akasapotiwa sehemu ya nyuma kama hivi, lakini vivyo kwa kuna meza ukamwekea kwenye sahani, anachukua hilo parachichi, kile kipisi anakula hiyo itamsaidia yeye kwanza kuanza kujifunza kuweza kula peke yake, lakini vilevile na kuweza kushika na anapokula vitu ambavyo havijachakatwa sana, ni rahisi utumbo wake kuweza kufanya mjongeo, japo wana watoto wadogo, anaweza kawa anapata hiyo changamoto. Mfano, umemwanzishia chakula kingine kama ndizi za kuiva ambazo tunasema kwamba unaweza kaikata katika mfumo ambao inakuwa ni ndefu, ila kakipisi kadogo kama kidole hichi, kwa anashika ili aweze kula badala ya kuanza kupondaponda badala ya kuanza kutengeneza labda smoothie au natengeneza juisi, hiyo haiwezi kumsaidia mtoto. Lakini vile vile unaweza ukamwanzishia mboga mboga, zile ukazikatakata, zinakuwa katika ule mfumo ambao tunasema kwamba E, ni mdogo mdogo, lakini wewe ukazipika ukazivisha vizuri anaweza kuzila. Hizi zitasaidia kuondokana na changamoto ya kuwa na choo kigumu au constipation kwa mtoto wako ambaye ni mchanga. Uji, si kwa hiyo uji sikatai, unaweza kumpa na uji mzuri yule ambao haujakuwa na ulezi, kwa sababu ulezi huwa unakuwa na changamoto kwa kupelekea constipation. Kwa hiyo unaweza kutoa ile component ya ulezi kwenye uji wako. Kwa hiyo kaweka labda mahindi ya lishe, ukaweka labda na vyakula vingine hiyo inaweza kusaidia mtoto wako akawa anapata lishe na anahitaji kweli wanga, lakini sio muda wote ni wanga. Huyu mtoto anahitaji matunda, lakini vile unaweza kumwanzishia vyakula ambavyo vinaleta allergy kama mayai eh, ukayakaanga yale mayai, ukamkatia kipande fulani kirefu ambacho akishika anaweza kula yeye mwenyewe. Kwa hiyo kikubwa anachosisitiza ni kwamba wewe kama ni mama, ndo kwanza kabisa ni mtoto wako wa kwa, kwanza ujue mambo ya malezi. Usipende sana kusaga vyakula, kidogo tu umetumia blender, kidogo tu umetumia Blender. Kama ni papai chukua papai ambayo ni laini, kata vipande ambavyo vinakuwa virefu, halafu mpe mtoto ale mwenyewe. Kata chungwa lako, eh, vipande vipande, mpe mtoto aweze kula yeye mwenyewe. Au kama umechukua vile vipisi vya chungwa basi kichambue, toatoa zile nyuzi, ashike yeye mwenyewe ale. Anapokula inamtengenezea kwanza ule uwezo wa kuweza kula, lakini na kitu kingine anaweza kameza na zile nyuzi ambazo zitamsaidia yeye kupunguza hiyo hali ya kuwa na changamoto ya kuwa na choo kigumu mambo ya kumpa wali, kuna wale ambao wanapika wali ambao ni boko, ndio unaweza kumpa, lakini wali ukimpa kwa wingi, ukampa na ndizi kwa wingi. Kuna wale ambao wanawapa epo. Epo ni nzuri sana japokuwa ni vema kuhakikisha kwamba umelichakata vizuri, kwa sababu epo inaweza kapelekea mtoto wako akapaliwa, kama vile vipande vikaenda kwenye koo la hewa. Kwa hiyo inaweza kawa hatari, japo ni nzuri sana kuhakikisha kwa kwamba choo chake kinakuwa laini na kulainisha vile vile unaweza kumpa matunda kama haya peaches, inaweza kusaidia na shauri hasa hasa papai, kuna parachichi, unaweza kumpa ndizi. Japo ndizi hautaki kuweza kumpa kwa wingi. Unaweza kumpa karoti. Japo karoti ni vema uweze kuzivisha ziwe laini kwa sababu zinaweza kapelekea changamoto, kupata changamoto ya mtoto kuweza kupaliwa, lakini vile vile mboga za majani ni muhimu sana. Mtoto mtengenezee supu anaweza kula, kwa mfano, kwa mfano pale mwanzo anapoanza kula unaweza kumtengenezea supu ya kuku, ile nyama ya kuku kaivisha sana, afu kaichuna ikawa kama kamba kamba, ukampa mtoto anashika kipande. Kwa mfano, ukikata ile nyama ya kifuani, ukikata nyama ya kwenye paja, unatoa kama kipande. Maana yake zile nyama tunajua zina madini chuma, inamsaidia mtoto kuweza kushika na kuweza kungata. Hata kama amekuwa hana meno, inaweza kumsaidia yeye kuweza kuvuta na ana, jinsi anavyoendelea kutumia anaendelea kujijenga vizuri sasa. Wewe kama umezoea kwamba kila kitu na kisaga unataka kikiwe laini, unavyokichakata zaidi ndivyo ambavyo unaongeza changamoto. Lakini jambo la mwisho ambalo nataka nisisitize ni maji ya kunywa. Watoto ambao wako zaidi ya miezi sita wanaweza kupata maji ya kunywa. Mtoto anapokuwa na miezi sita, pale mwanzoni kabisa, anaweza kupata walau, unamuongezea maji ya kunywa milizi 120, nusu ya kikombe cha robo lita, vile vikombe vidogo kabisa vya nyumbani, kwa sababu kile kinakuwa na milizi 250. Sasa nusu yake unaweza ukampa ndani ya masaa ishirini na nne yani, ukianza kumpa leo, kama umeweka kwenye kikombe chuchu mpaka kesho hizo mili 120 ziwe zimeisha. Mtoto akiwa na miezi 10, kwanza kabisa unakuwa una changamoto za hizi za kuwa kigumu yako. Mambo mengi sana ya kuweza kuzungumzia, lakini epuka sana kuweza kuvisaga vyakula, epuka kumpa vyakula ambavyo vinaweza vikapelekea mtoto kuwa na choo kigumu. Ndizi zikiwa nyingi, epo ikiwa nyingi, lakini vile vile ukimpa wanga mwingi mtoto huyo lazima apate changamoto. Kwa hiyo ni vema uweze kuchanganya mboga, mchuzi wa samaki, supu, lakini vile vile usisahau matunda kwa wingi. Maji sio ya kuyasahau kwa mtoto wako ambaye ndo ameanza kula ni vyema kuweza kumpa japo hayahitajiki mengi sana, ni kidogo pia. Unaweza ukamwanzishia mfano kama yogurt, hivyo ni vyakula ambavyo pia vinaweza ka, vikapelekea kama allergy kwenye mwili wake, unamwanzishia kidogo, japo tulisema kwamba e, mazao yote yanayotokana na maziwa ya ng'ombe si salama sana kwa mtoto ambaye yuko chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo maziwa fresh unaweza kamwanzisha kikuwa na mtoto akishakamilisha mwaka mmoja na kwenda mbele. Kama una swali unaweza kuniuliza hapo chini, lakini sababu kubwa ya mtoto kupata choo kigumu inaweza ikawa inachangiwa na lishe unayokuwa unampa. Ukiona ameanza kupata changamoto ya choo kigumu, usikimbilie haraka kwenda hospitali. Cha kwanza angalia siku za nyuma umempa nini, kama unampa uji, uji, uji, unampa unampa uji ugali ugali ugali, haumpi mboga. Wewe umekazana tu na mchuzi au ni supu tu peke yake, zile mboga, kwa sababu unachohitajika pale ni nyuzi kwa mtoto kwa hiyo zile mboga za majani ni za muhimu sana kwa mtoto wako. Anataka aweze kutumia ili kuweza kwa kuhakikisha kwamba anakaa vizuri. Matunda kwa mfano umechukua embe, embe unaweza kukata kama unavyoona kwenye picha, kakata vipande vidogo vidogo, kampa anakula. Umepata chungwa, vile unachambua au chenza unampa, anakula, unatoa vile vile zile mbegu zake, unaweka pembeni, anakula kama kawaida. parachichi Haupondi, unakata kakipande kadogo, anaweza kula yeye mwenyewe. Lakini vile vile matunda mengine yote unafanya hivyo. Kwa mfano, kuna mboga kama zile brokoli, unaweza kaivisha ikawa imelainika vizuri, na mwekea kwenye bakuli lake, anachukua yeye mwenyewe anakula. Hiyo inaweza kumsaidia yeye kuweza kujifunza kula, lakini vile vile inamsaidia yeye kuweza kupunguza hizi adha za kuwa na changamoto ya kuwa na choo kigumu. Kaza kama ulikuwa na swali kuhusiana ni lini uweze kumwogesha mtoto wako ambaye umekwisha kujifungua, labda umejifungua mtoto ambaye ni, ni, ni mchanga, unajiuliza maswali, lini anatakiwa kuweza kuogeshwa mara baada ya kuweza kujifungua. Unaweza kuklik suggestion hapo ukasikiza video kuhusiana ni lini uweze kumuogesha mtoto wako ambaye ni mchanga ambao umekwisha kujifungua. Na kama mtakuwa na swali zaidi, unaweza kuuliza hapo chini. Mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati yoyote. Karibu sana.